Kwa sababu gani wanachanganya trade na scammers? Ni kwa sababu watu wengi hawajawai kuonana na real traders. Yes, watu wengi hawajawai kuonana na real traders ambao wana trad, you know, real traders what I mean real traders na maisha awa traders wakubwa kama Warren Buffett, hedge funds uh, etc etc. so, um, kwa sababu hujakutana na watu ambao wanatredi kiukweli. Umekutana na watu ni wa, watu waongo mtandaoni wanakuonyesha tu zile, um, mtu ameflip accounts labda dola saba, mwingine ona, mmoja ameflip account ya dola saba to dola elfu moja within two weeks i don't know so um, Uki, kwa mtu ambaye ni beginner akiona aki hivyo vitu anaona kama this thing ya, okay ni kitu ambacho naweza nikafanya nika uh, nika make nika money overnight. Ni kitu ambacho naweza nikaingia nika make make money fast kwa hiyo faster. Kwa sababu haujaonana na ujaambiwa ukweli kuhusu trading, so ukiingia na uka ukaanza kupoteza uh, unaanza kuona kwamba this was a scam.